Sisi ndio sema eh. Hawa ni washtakiwa watatu eh. Kila mmoja ana jambo ambalo alimfanya mwezi, mkafanya kosa moja, watu watatu kwa wakati mmoja laba, laba mmeshirikiana, e, kushirikiana eh. Kutakuwa na mshtakiwa wa kwanza, mshtakiwa wa pili, mshtakiwa wa tatu, ndiyo imeelezwa. Wa kwanza ni nani? wa pili ni nani? eh. Wa kwanza ni TFF, ndiyo, wa pili ni bodi ya ligi, wa tatu, wa tatu ni Simba Sports. Sasa Simba amefanya nini ambacho Yanga anaona sio kizuri? Wanamlalamikia nini? TFF wanalalamika kuhusu kitu gani? Bodi ya ligi wanalalamika kuhusu kitu gani? Kwa Simba Sports Club watu hmm. ambao wameshitakiwa au wamelalamikiwa na Young Africa ni pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF, pili bodi ya ligi kuu Tanzania bara yani TPLB, na watatu ni Simba Sports Klabu kutokea mitaa ya Msimbazi pale Kariakoo. Hiyo ndo taarifa. Hao ndo eh, walalamikiwa eh, kwa Young Africa. Na CAS imetaja kutoa siku kumi. Siku kumi ili hawa watuhumiwa waweze kutoa utetezi wao kwa hiki ambacho Young Africa wamekifanya kwa sababu kesi inapaswa kusikilizwa haraka iwezekanavyo. Uh, barua ya Yanga kwenda CAS uh, namba zake ni CAS uh, 2025 mkwaju A mkwaju 11298. Hii ni taarifa na kumbukumbu -kumbu namba za barua ya Yanga kwenda CAS ambapo sasa wameshtaki TFF bodi ya ligi na Simba Sports. Sasa basi tunaanzia kwa TFF ambaye ndo wa kwanza kushtakiwa na nani, na Yanga Africa. Je, TFF na Yanga kosa lao ni lipi? lakini pia